Mambo vipi? Tumetoka Dar es Salaam, tupo si Mbeya, tumetoka Mbeya well. Tumeanza safari yetu ya kwenda Kitulo. Safari yetu ilianzia jana kutoka Dar es Salaam jioni tukafika Mbeya saa 12, sikosei, tukalala Mbeya na asubuhi ya leo tumeanza safari ya kwenda hifadhi ya taifa ya Kitulo. Hapa ni njiani kwenye milima hii ambayo ni sehemu ya njia au barabara kuelekea hifadhi ya taifa ya Kitulo. Twenzetu Kitulo, twenzetu Kitulo, twenzetu Kitulo. Kitulo. Ni kilomita 0.3 kuingia hifadhi ya taifa ya Kitulo na makao makuu ya hifadhi ya taifa ya Kitulo. Twenzetu Kitulo. Yani tumeshaingia tumesha ingia Kitulo. Mbosso kani? Naam. Karibu kwenye uzinduzi rasmi wa kampeni ya Vote Now katika hifadhi ya taifa Kitulo. Karibu sana. Asante sana. Karibu, napokea kibegicha. Asante sana. Karibu sana Mbosso. Asante sana. -san. Karibu kwenye hifadhi ya taifa ya Kitulo. Asante sana. Uh, mimi naitwa Hari Gazi hii hifadhi. Ndio. Na mmoja wapo wa hifadhi ambazo utazipigia kura katika hii kampeni yetu ya vote nao. Ndio. E, na, vatia, na ni hifadhi ambayo inavutia na kila kitu, tunakutambua kwamba wewe ni mmoja wapo wa wadau wa hii hifadhi kabisa. Kwa sababu, kabisa. Uh, kama sijakosea umefanya singo katika hifadhi. Kabisa. Kwa hiyo karibu sana. Asante as Asante san. sana. sana. sana. Napenda unakaribisha katika hifadhi ya taifa Kitulo. Na lengo letu la kufika hapa siku ya leo siku ya tarehe tatu mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano hapa katika hifadhi bora nzuri kabisa hifadhi ya taifa ya Kitulo ni kwa ajili ya uzinduzi maalum, uzinduzi rasmi wa kampeni yetu kubwa kabisa kupata kutokea katika shirika la hifadhi za taifa Tanzania na hii kampeni tunaitambua kwa jina la vote now. Ningependa kuchukua fursa hii kuwahamasisha Watanzania wote watupigie kura na watembelee hifadhi hii. Uwepo wangu hapa leo kwenye hifadhi ya Taifa ya Kitulo, nimekuja kama Mtanzania ambaye ni mzalendo, ambaye nina kila sababu ya kusupport juhudi za Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan uh, kwenye kutangaza utalii wa ndani ya nchi yetu. Mimi nilikuwa hapa Kitulo kama miaka mitatu kama sio minne nyuma, niliwahi kuja hapa na niliweza kushuti video yangu ya wimbo wangu wa Tamu. Kwa nini nilichagua kuja kushuti Kitulo? Hakuna mtu alinishawishi nije kushuti Kitulo, ila nilivutiwa na Kitulo, nikaona nina kila sababu ya kuja kuishuti Kitulo na kuitangaza kufika sehemu tofauti tofauti. Tutumia nafasi hii ku, kupiga kura, kwa sababu tukipiga kura tuzo zinakuja nyumbani na heshima inakuja nyumbani na tunaweza kuitangaza nchi yetu kimataifa zaidi. Tunaamini kwa Tanzania nikipiga kura tunaweza Ushinda, kura ziko kwenu, ushindi ukokwenuk. Nawaomba Watanzania wezangu, uh, tukiungana na mimi mwenyewe pia kwenye kumsoti uh, mama yetu mama Samia Suluh Hasan kwenye kutangaza utalii wetu, tupige kura, tupige kura. Hifadhi uh, zetu za Taifa zimeingia kwenye kuwania tuzo, tupo kwenye categories ambazo tukishinda tunachukua tuzo nane. Omba, ni heshima kubwa sana ko, naomba niungane na Watanzania wezangu niungane na TANAPA na mama Samia Suluhu Hassan kuipigia kura Tanzania na vivutio vyote vya Tanzania na national parks zote za Tanzania kwenye kuwania tuzo hizi tuweze kuzileta nyumbani. Asanteni sana.